Mi kwa jina naitwa Nicodemus Peter Pandai na najihusisha na biashara pia najihusisha na mambo ya utalii. Hapa nyuma yangu navyoona ilikuwa ni counter. Kulikuwa na kreti karibia nne za Brewery, Serengeti Brewery, Coca-Cola na Pepsi, ko zaidi ya kreti karibia 50 hapa, zote waliziiba na kawafanya uvunjaji hapa. Na hapa nimeajiri zaidi ya wa vijana sita walikuwa wananitegemea mimi, kwa sasa hivi hawana kazi yote wanayofanya, mpaka nianze kufanya ukarabati tena. Na huko nyuma mnavyoona ni mahali nataka nihamie tena, nianze kuanza biashara huku. Ukiangalia baa ilivyokaa huko nyuma kote, amnacha kila kitu waliziiba. Kwa upande wangu mimi nasema hii sio maandamano, ni vibaka tu, wizi mtaani ulianza kwa kuwa tulisha kutoa ripoti na polisi, kila kitu walishachukua, iko ilipatikana thamani shilingi milioni tisa na laki tano na sitini. Kiangalia na jiko kule vya aluminium milango madirisha yote walizibeba kwao, hiyo ni, ni vibaka na mafundi, maana yake kama anaweza kuchomoa madirisha ya aluminium na milango, maana yake ana uzoefu na kazi hiyo. Amira ashauri tu ajipange, hiyo sio maisha, maana yake nao wanategemea kwa na familia. Kama wazazi wao walivyowalelea, na wao wanatakiwa walelee vijana wao wakue sasa wabadilike, wajishughulishe. Walilolifanya si sahihi, kwa maana ya kwamba kusema ukosefu wa ajira, mimi mwenyewe nilikuja kunifanyia uharibifu mimi mwenyewe. Nimejiajiri na nimeajiri vijana, kwa wanachokifanya wataleta hao vijana nilioajiri, wana wana ajira tena, wataenda kufanya uharibifu kama hao waliofanya uharibifu. Hali imetulia kutokana na vyombo vya dola vinafanya kazi yao vizuri, na sisi tunajipanga upya Ukishajeruhiwa hamna kurudi nyuma, unapambana. Mimi nachowashauri ni kwamba waepukane wa, wa, wa na hiyo hii i uharibifu, uwizi, wajitegemee, waanze kufanya kazi. Bado wana nguvu na wanaweza kujenga nchi yao.